Sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotumilizwa, amekuwa sasa ana jeshi lake, yuwapeleka da'wa katika mji wa Madina, akamwomba ruhusa Mola Subhanahu wa Ta'ala ili aende akazuru kaburi la mamake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamruhusu na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda mpaka kwenye hichi kijiji cha Abwa pamoja na masahaba akamzuru mamake na akasikitika sana akalia, mpaka na masahaba pia wakalia. Na hii yafahamisha masala ya mtu kwenda mahali kwa ajili ya kuzuru kaburi ni jambo lipo katika sheria. Wengine hukataza ya kuwa mtu atakikaniwa kuzuru makaburi, itokezee tu hivi hivi, lakini bila ya kuwa umekusudia, kwa kutegemea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid, ya kuwa safari haifungwi isipokuwa kwenda kwenye misikiti mitatu. Na hii hadithi kwa hakika ndugu zetu wameifahamu makosa, kwa sababu kuna visa kadhaa za thibitisha ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga safari ya kuzuru, ikiwemo hii ya kwenda kumzuru mamake baina ya Madina mpaka Al Abwani kilomita mia na hamsini. Bila shaka hiyo ni safari imefungwa. Na vile vile Mtume kila siku ya Jumamosi alikuwa akitoka Madina akienda Uhud kumzuru Saidina Hamza na wale mashuhadai wa vita vya Uhud. Na Uhud na Madina zamani ilikuwa ni sehemu tofauti, ni mpaka uifungie safari ni kama kusema thalatha mel na Malindi zamani waifungia safari thalatha mel, na sisi wadogo twakumbuka, kwa sababu hapa katikati ilikuwa ni msitu. Lakini eh, na maka eh, Madina na Uhud ilikuwa ni mji yule mpaka ufungie safari. Kijiwe Tanga hii ilikuwa mpaka ufungie safari, ni hivi sasa mji umeshikana, ndo mtu hatambui tena, akiondoka ajiona yuko Malindi tu mpaka iwatoka. Kwa hiyo masala ya kuzuru makaburi kwa kukusudia siyo jambo la haramu ni jambo la faa na limethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalam na zaidi tutaona katika watu wanapokwenda umra au wanapokwenda haj haji na umra inafanyika maka mambo yote ya haji na mambo yote ya umra yako maka kutufu kufanya sa'i na kama ni siku za haji kwenda Mina, kwenda Muzdalifa, kwenda Arafa, kufanya jamarat, haya mambo yote yako upande wa Maka. Sasa watu wanapomaliza shughuli zao Maka, wakitaka kwenda Madina kwa sababu ya kumzuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, huambiwa musiende Madina kwa nia ya kumzuru Mtume, inakuwa umekosea sheria wewe, tiania kutoka Maka. Kwa wenda Madina wenda kwenye ule msikiti, mimi naenda kuzuru ule msikiti. Kwa vile wewe wenda kuzuru msikiti, kisha utampata na kaburi la mtume, kisha utalizuru yaani kaburi la mtume ni jambo la pili, lakini la msingi ni zile kuta zile na yale mazulia na yale maesi yaliyoko pale Madina kwenye ule msikiti. Na hii ni fikra ya makosa, na imeenezwa hii sumu mpaka mmoja katika mashehe Mombasa bila kutaja msikiti wala jina, alikwenda akafanya haji, hakwenda kamwe Madina. Baada ya haji alipoimaliza akarudi zake, akatoa khutba, akapanda juu ya mimbar akasema, mimi mara hii nimekwenda kufanya haji wala sikwenda kamwe wa Madina. Yani wajifakharisha kwenye mimbari wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hutuba ya Juma kuwa mimi nimekwenda kutekeleza ibada ya haji lakini Madina haikuwa na umuhimu wala si kwenda kama. Bila shaka huyu mtu ni mwovu na huyu mtu ana shida katika imani yake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa hadithi sahihi asema inna al-imana, hakika ya hii iman inajikusanya ndani ya Madina kama nyoka anavyojikusanya kwenye shimo lake. Bimaana mtu yeyote mwenye imani lazima apende Madina hawezi kwenda kule na moyo wake ukubali kufika Maka asiende Madina. Na ndio ulamaa wanatuambia Makka kuna ashrafu hajar, jiwe ni tukufu zaidi, lakini Madina kuna ashrafu bashar, kuna Mtume, kiumbe mtukufu zaidi. Sasa huwezi kutofautisha baina ya hajar, jiwe na bashar, na mwanadamu. Maka ni Alkaaba, jiwe. Hajarul aswad jiwe. Safa na Marwa ni majabali Arafa ni jabali, ene Mina kwenda kufanya jamarat, yote ni mawe tu yale, hakuna shetani, ni mawe ni, ni ni, sampuli ya kuonesha kiso cha nabillahi Ismail. Sasa mahali pa mawe na mawe na mawe, kwako ndo waona pana utukufu zaidi katika wewe kupakusudia kuliko binadamu ambaye kwamba ni bora kuliko hiyo? Alkaaba bittifaqil fuqaha, sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qadhi Iyad katika kitabu chake asema ya kuwa ulama wote wamekubaliana, hakuna mahali patakatifu katika mbingu na ardhi kama mahali alipozikwa Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa mahali pale ndio patakatifu zaidi, je, mwenyewe ikuwa namna gani? Kisha iwe wewe utaona Al-Kaaba au Jamarat au Safa na Marwa ndio ni kitu bora waje kujifakhirisha nacho kuliko kuenda kwa Mtume? Ni Mtume amekukataa, sio wewe umekataa kwenda. Ni wewe una nifaq katika moyo wako. Ndio hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yasema kiama hakisimami mpaka kiwafukuzi wanafiki wote ndani ya Madina. Utatokea zilzal wakati wa Dajjal atakapokwenda Madina, basi wale wanafiki wote watatoka, kutabakia muumini peke yake wewe ni mnafiki, umetolewa mapema kabla ya wakati huo. Kwa hiyo masala ya Madina si masala ya kuchezeana wala ya kufanyiana dhihaka juu ya mimba. Masala ya Madina ni zaidi ya state house katika nchi yako. Ikiwa wewe utaweza kuheshimu state house na kuwa ukipita wapita na adabu, hata honi upiji, na labda president hayuko kama pale yuko safari kama lakini nidhamu za state house huwezi kupiga picha, huwezi kwenda mbio, huwezi kufanya kadhaa. Sasa Maka na Madina ndo state house zetu, na Madina ndo state house kubwa, kwa sababu mwenyewe yuko pale sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo masala ya Madina yatakikaniwa iwe na heshima na adabu. Ni kweli, Maka mtu anaposwali anapata thawabu laki moja, na Madina unaposwali unapata thawabu alfu moja lakini haijamaanisha ya kuwa Madina hapana ukubwa na lau kama Maka ndio pana ukubwa. Kuanzia wakati wa Mtume, masahaba na wale tabiini na mawalii wasingetoka wakawacha laki moja kufata alfu moja, kwa sababu watu hawatoki kwenye laki moja kufata alfu moja, wanatoka kwenye laki moja wanamtafuta mtu ambaye kwamba ni zaidi ya bilioni moja, naye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow. alfu moja ni msikiti lakini mtume utamhesabu na alfu kwa sababu Maka ile ni jiwe la Alkaaba na mawe ya Madina ndo lake kwa alfu moja, lakini huu ni Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hii ni sampuli ya kuvunja mapenzi na ilaka baina ya watu na mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo masala ya ziara ni masala makubwa, mtu akienda atakikaniwa akitoka maka akusudie kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam. Amkusudie mtume sallallahu alaihi wasallam, wala sio kukusudia msikiti. Msikiti iwe ndio la pili hilo, wala sio kuigeuza ajenda kufanya msikiti na mtume ndio wa pili. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kumzuru mamake baada ya kutumilizwa. Kwa hiyo hiyo moja ni katika dalili ya mtu anafaa kukusudia mahali kwa, kwa, uh, ba, ni mzazi wake, ni mtu mwema, amsafirie na amkusudie na amzuru na inaleta athari katika nyoyo.